Hello, guys how are you doing? hope you are fine. welcome back to Nelly TV. Guys, subscribe to this channel like the video, and then you comment, and you will be blessed, utabarikiwa sana si ndio? Yeah. So guys please, sinia dave's fans My fans and anybody who is there with the heart of helping yeyote ambaye ana roho ya utu anaweza saidia please let us help Bravo let us help Mtume Paul let us help this man He is very young. Let us help him. Wacha tumtoe kwa waganga once and for all. Asirudi. Mtu ametupea 4 days. Tumalizie hiyo dhabiu. Dhabiu mebaki 110. 110 peke yake. 110k peke yake. And we are ready to go na tunaenda tunapeleka mlimani, mambo inaisha. In case dhabiu ikose kutolewa within those four days, guys, tunaenda kulia damu. Hiyo dhabiu isipojaa kwa siku nne hizo tumepewa na mtume, tunaenda kulia damu, wala sio maji. Bravo aliombewa kapona, akaongea, ako mzima, anatembea. But hatu kumtoa kwa Mavingumu. Mavingumu ni rahisi kumchukua tena. Kwa nini? Kwa sababu Bravo maagano ambayo yaliyoweka na Mavingumu hayajabrikiwa hii dhabiu ndio inafaa iende ibreak. Kumbukeni, ni rahisi sana kumpata ama kumrudisha kule, kupitia njia gani? Mkojo ya Bravo. Mliona kikojoa kule, Mavinguma akachukua mkojo wake, na ninajua hata baada ya kona propati zingine za Bravo sio mkojo peke yake, ako na vitu zingine za Bravo. Hata unaweza mpata ako na boksa ya bravo ama nguo ya bravo, anything any asset, ama ama property tu yoyote yenye bravo anatumia kwa mwili mavigumu, anaweza kuwa nayo, sio mkojo peke yake, na kwa hivyo ni rahisi sana kumshika mateka, ni rahisi sana kumrudisha wapi? Kwa hicho kikosi cha wachawi, kwa hicho kikosi cha Illuminati dhabiu peke yake ndio suluhisho hata ikugonjeka unaona nagonjeka na pelekwa hosi kesho mchana kesho kutwa ni kwa sababu zile maroo hizo maro zina zinarom ziko around zinamtafuta zinamtafuta hizo maroo zinamtafuta Hivyo, please let us support this man, tusimwache tusimwache. Namba 2 Bravo ni rahisi kuchukuliwa na mavingumu tena, kwa sababu munaona vile ameanza kwenda field na DC Fredrick, wanatafuta akina Ibrahim vile ameanza kwenda vile ameanza kuhusika ku, tena na haya magaidi, akiwaguzaguza. Maana magaidi wanatumia mapepo, wamewekwa mapepo na nguvu za mapepo, na unaona wako na mapete za Illuminati kwa mikono, so the more Bravo anaenda akiguza hawa magaidi na hizo mapete zao, ni rahisi sana hizo mapepo kumwingia Bravo, na anaweza hata potelea huko kwa mission anaweza chukuliwa tu kwa mission na anawageuka tu mara moja hivyo. Nakumbuka pepo likitoka likirudi, yanarudi mapepo saba. Hamutawezana, mtaimba haleluya, hamutawezana. We better save this man as early as possible Mavinguma atamchukua tu kirahisi hivyo kabisa, hizo mapepo zitamrudisha tu kwa kirahisi. Hizi mapete wameweka kwa mikono, hizi bravo akikuzaguza watu wakishikishika shika mapete hizo mapepo zitaanza mwingia, maana pepo linajua moto wake. Shetani anajuaga huyu alikuwa wangu na bado ni wangu, kwa sababu magano bado hayajakatwa, so this one is mine. Shetani anajua vizuri sana na shetani hawezi kuspea ni kwa vile tu Mungu ametuhurumia anaona machozi yetu but Sinedef, kama angekuwa na nikuja live every day, ah, tungekuwa tulimaliza hii dhabio kitambo, but sasa Senia wetu anakuja leo, kesho, akuji kesho kutwa akuji, anakuja the next day extday, eh? dhabio hawezi ja haraka How I wish angekuwa kama Pastor Jay. Pastor Jay anakuja live almost every day. Bora apate shida. Pastor Jay amekuja, analilia mafans. Imagine wanamsaidia, wanamsaidia na tulisema hapo kwa Bravo hii dhabiu itafungua mbingo, itafungua mbingo. Ukiona watu walikuwa wanatumaga pesa kitambo ma, mafans wa Siniadeo walikuwa wanatumaga pesa kitambo, mtu anatuma hata 50k Sai walipotea kwa sababu mavingumu alishika mbingu. Hatuwezi changa pesa haraka, hatuwezi changa pesa haraka zikatosha, so hii dhabiu itafungua anga, mbingu itafunguka, maneno itaenda vizuri. Kwa hiyo studio senior dev, hizo mauchawi zilikuwa zimewekwa pale, hiyo kukaakaa pale, mavingumu anaweka makao pale, kila kitu itakuwa atruhabi. Hii dhabiu ndiyo itarudisha Bravo kazini. Hii dhabiu itatoa Bravo kwa jela. Shetani ni mwongo sana. Imagine aliona Bravo ako na nguvu. He is so ma, ma mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas So, shetani aliona ako very masculine akafanya nini? Akaamua kumchukua, maana shetani anachukuanga kile ambacho kiko na mwanga ama kiko na nyota. Shetani anachukua nyota ya so, Bravo alijua Bravo ataenda mbali kama sio huyu Mavingumu ama kama si ule rafiki alimpeleka kule kwa hii kikundi. Sasa hii Bravo angekuwa anajenga mamaka kwa maisha mazuri ndugu yake ako kwa maisha mazuri eh, hata labda babake labda hata baba awange kukosana babake awangekosana na mama yake. He? Labda hata walikosana kwa sababu ya Bravo. Huwezi jua, huwezi jua, yani shetani aliona huyu anaenda kuwa msaada kubwa kwa watu So akaamua kumtumia tu hivyo vibaya. But with the time things shall be okay. Kilicho kibaya kinaenda kuwa kizuri. We have to pray for this man. We have to pray to senior dev team. Na pia mumeona akifanya kazi vizuri. Mumeona akidili na wale magaidi. Meaning in case Bravo dhabihu imsaidia arudishwe job dis Fredrick, kiuongee na maofisa huko. We unajua hii maneno, jaribu kuongeongea na wakubwa wa Bravo wamrudishe kazi, wamrudishe kazi. Ona mamaka analia, hana mattress hana kitanda hana anything, hawana hata chakula. Unaweza ongea na wakubwa, we unajua huko juu Wanawezaunga na wakubwa warudishe Bravo kazini asaidie mama yake eh? hata amnunulie shamba amjengee Asi, asianze kuangaika hivo. Pia siniadev atakuwa na ulinzi mkali sana, akioka akiokokna Ibrahim tutakuwa na Gerard, Ibrahim, Charles DCI Fred, tukuwe eh? na bravo na tukuwe na jagi Jackie, stories zake zilinyamaza, hatujui anaendeleaje. How I wish Mungu wa, Mungu amsaidie arudishwe kazi. Mungu amsaidie tunanie, arudishwe kazi Jackie. May God do a miracle to Jackie. Tuweza kuwa na security ingine tight hapo kwa side ya dev security ambayo tuko nayo sure, hakuna usaliti. May God of miracles do something to this. Wacha tufanye ile kitu wanasemaga tenda wema nenda zako mi nawezatolea Bravhb ni tume tena tuma tena tuma tena kwa Bravu, lakini case Mavingumu ashiku wasema okoke a hata yangu aweziona Mavingumu my my maiwani bobu hata awezi siwezi In fact, Mavingumu akiokoka ye atatoa dhabiu mingi sana. Haujui aliweka magano gani na wale wakubwa wake. Haujui hata nisatoa 700k. Mavingumu anakawa kutoa dhabiu mingi sana, hata wachana ya Bravo, but God is going to help Bravo. God is going to help Bravo, anaenda hii dhabiu inaenda kukata magano yake na huyu Mavingumu. Na Bravo ataanza maisha mapya, na Bravo atakuwa tena na maisha mazuri, ataoa, atakaa na familia yake vizuri, na ataenda, atamtumikia Mungu na atazidi kuinuliwa kila wakati, kwa sababu alikiri makosa yake, alikiri dhambi zake, akaokoka na akamjua Mungu. Sasa ako tayari kusaidia watu wengine na najua hakuna siku atawaiachilia Sinyadevu atakuwa na Sinyadevu bamba tu bamba kwa sababu penye amemtoa kazi yenye amemfanya ni kubwa sana. Hata Sinyadevu, Mungu akulipe, utaona matunda ya hii kazi yako Sinyadevu. Usikuwa unasoma negative sana, concentrate on positive negative zitakufanya unaona, zilikuwa zinakufanya ukuje live after 10 years, so don't concentrate on negative sana, concentrate mostly on positive, na maisha itasonga vizuri. So guys, tusichoke kusupport Bravo, hii dhabi bado tu 110k peke yake, tujaze tupeleke mlimani, let us still, eh still support support support, tell a friend to tell a friend, support tumuokoe huyo kijana wa watu na kila mtu atabarikiwa. bye bye guys. Stay tuned and continue subscribing, thank you.